Kwa nini nchi ina uwezo wa kutuletea mabaya? Ina uwezo wa kuambiwa ituletee mabaya? Kumbe mabaya anapotopata ni nchi inayaleta, ni nchi inayaleta baada ya kuambiwa wapelekee mabaya watu hawa, na hii tuliona kwenye kitabu cha Yeremia ile sura ya sita mstari wa 19. Kaambiwa nchi, sikia neno la Bwana, nitaleta mabaya juu ya hawa watu, kwa sababu wameikataa sheria yangu, wamekataa kusikia maneno yangu. Na nchi ikakubali, ikapeleka mabaya. Kwa hiyo, tukaonyeshwa namna ya kufanya kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 8, mstari 37 mpaka 40, akasema: ikiwa nchi imeingiwa njaa, tauni, uwele, ugonjwa wowote, msiba na kadhalika Biblia ikasema, mtu awaye yote atakayekuja mbele dua yoyote kifanywa na mtu awaye yote au watu wangu Israeli, wakaja kila mtu akatambua maradhi ya moyo wake, Mungu anasema yuko tayari kuyaondoa hayo mabaya ili tuendelee kumcha yeye na kulishika jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana.